Miradi yote ambayo yanakuja huku kwenye kata yetu hapa. Kwa hiyo sisi tunacho kitabu maulizo, wenzetu hao wanacho chao kiona. wanakuja hapa na mambo yao potofu tu, dhana potofu, nia potofu, mambo ya asira, watu wamekasirika miaka mingi sana, asira tu CCM kuna furaha kama mnavyoiona hapa. Sisi CCM viongozi tunayo kama mnavyoiona sisi mwoye. Oye, napenda vile vile kuwatambua kina mama wangu wamwani wapo, wakulima wapo, wapo wakulima wa korosho wapo, wapo mamayote nayosema hapa ya Mungu kuisimamia hii ilani, inabidi mpate kiongozi ambaye ana uwezo wa kusimamia ilani hii. <coughs> yaliyoandikwa huku ndani sio maandishi tu peke yake, yanabidi yasimamiwe. Kwayo inabidi kiongozi shupavu, makini, mwenye heshima na taadhima, mwenye huruma na maono, lakini vile vile asivumilie upumbavu. Sisi tuna changamoto nyingi sana, yaani kitongoji hiki kiliwekwa kama mtoto wa kambo hivi, ametupa pembeni, kwa sababu kitongoji chetu na kijiji, yaani mitengana kwa jiografia yake, kwa tofauti. Kwa hivyo sisi, shida ya kwanza kabisa ilikuwa ngumu kama vile inapokuwa barabara. Cha pili ni shule sababu watoto wanatoka hapa wanaenda kusoma kijiji chengine, karibuni kilomita mbili. Alafu kuna asili ya maji, naweza ikawa wanapata matatizo sana, na wamesiba mashamba ya chumvi pale. Kwa hivyo tunaomba diwani wetu ashike mkono katika swala shule, skizi, barabara, umeme na kijiji, kwa sababu sisi kitongoji chetu kimechofika katika hadhi ya kijiji, tunachokiomba upate barabara na kitu cha tatu, tunachokiomba umeme maji. Hatuna maji salama sisi, maji sasa hivi kuna visima vya kujitegemea, kwamba hatuna visima tuio visima vya tambia zamani. Kwa hiyo hivyo ndo tunatumia kuchota kwa ndoo, yaani hatuna maji yale ya mtowasa ya bomba hamna. E, tunatumia visima vya asili tu tumechimba sisi wenyewe. Kwa hiyo tunavyokunywa na mapori naenda kuchota.